Alhamisi Kuu ni siku kuu ya Ukristo, inayoadhimishwa majira ya saa za jioni ile karamu ya mwisho ya Yesu Kristo na mitume wake kabla hajakamatwa na kuhukumiwa na kuhani mkuu wa Israeli Yosefu Kayafa na hatimaye kukabidhiwa kwa liwali Pansio Pilato ili asulubiwe. Katika karamu hiyo, Yesu alitoa maneno yake ya mwisho kwa wanafunzi hao, wakiwasisitiza amri mpya ya kwamba wapendane jinsi yeye ya alivyowapenda upeo, inavyosimuliwa hasa katika Injili ya Yohana, ambayo inaripoti hotuba ndefu kutoka kwa Yesu wakati huo. Umuhimu wa tukio hilo unasisitizwa hasa madhehebu yanayoamini kuwa ndipo Yesu Kristo alipoweka sakramenti ya Ekaristi na ya upadri. Humo ni wazi kwamba karamu hiyo ilikuwa ya Pasaka ya Kiyahudi, lakini Yesu aliita maana mpya kuhusiana na kifo na ufufuko wake, akisema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Baada ya kuendelea kuwa ukumbusho wa Musa na jinsi alivyowakomboa wana wa Israeli kutoka Misri. Tangu hapo Wakristo hawajaacha kufanya mara kwa mara na hata kila siku ibada hiyo inayoitwa liturujia ya kimungu, misa, karamu ya Bwana na kwa majina mengine. Hata hivyo kuna uzito wa kipekee kufanya katika juma kuu, wakati uleule ule wa Yesu kuianzisha, yan Alhamisi kabla ya Pasaka, saa za jioni. Tarehe ya adhimisho hilo inabadilikabadilika kila mwaka pamoja na ile ya Pasaka, lakini inaangukia daima kati ya tarehe kumi na tisa Machi na tarehe ishirini na mbili Aprili. Adhimio la kalamu ya mwisho ambalo kwa kawaida linaendana na kuwatawadha miguu wanaume kumi na mbili au watu kadhaa bila kujali jinsia, kwa kuiga tendo la Yesu. Ndiyo mwanzo wa siku tatu kuu za Pasaka ambazo kilele chake ni kesha ya usiku wa Pasaka, Yesu aliposadikiwa na Wakristo kuwa amefufuka mtukufu. Mimi ni Sara Mwambepo, hii ni Dream TV.